Ndugu Waislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wataala kwa fadhila zake kubwa juu yetu, na miongoni mwa fadhila zake huwa ametukurubisha katika mwezi wa, kat wa Ramadan, na kama tulivyokurubia, tunamuomba kwa fadhila zake atufikishe na atupe taufiqi ya amali yenye kukubalika mbele yake na atupe baraka ya umri ambao utakuwa ni rasilimali ya kuchumia akhira yetu. Ndugu Waislamu, Tumeanza na masharti ambayo yakipatikana kwa mtu atawajibikiwa mtu huyu kufunga mwezi wa Ramadhani, na tumo katika muendelezo wa maudhui hiyo. Maudhui ya kuzungumza ni masharti gani yakikamilia mtu atawajibika kufunga mwezi wa Ramadhani. Tulizungumza kwamba saum inawajibika kwa Muislamu, asiyekuwa Muislamu hafungi, na imewajibika pia kwa mukallaf

na mukallaf maana yake awe mwenye ashabalighe, na tayari ana akili yake. Ina maana ya kwamba akiwa mwenda wazimu hawajibikiwi na siyam. Kwa hiyo mukallaf ni sharti moja lakini lenye vitu viwili pacha, ni kwamba awe mtu afikia umri na wakati huo huo awe ana akili. Na qadir, ndiyo sharti la tatu, awe mtu qadir, kwa maana ya kwamba awe ni muweza wa ibada ya siyam. Ikiwa hawezi, ibada hii ya siyam haitowajibika kwake.

Kamtaja mtu ambaye haiwezi siamu naye ndiye huyu mgonjwa. Mgonjwa hawajibikiwi na siamu kwa sababu haiwezi siamu, na inawezekana ugonjwa wa uzee ukawa unamzuia mtu, yaani kafikia umri mkubwa kiasi ambacho kweli akili anayo lakini afya haimruhusu tena kukaa na njaa kuanzia alfajru sadiq mpaka ghurubu shams. Lakini tuje kwenye ugonjwa ambao ni kawaida unamzuia mtu asiweze siamu. Ugonjwa mdogo mdogo tu kama wa flu si udhuru wa kutofunga, lazima mtu afunge pamoja na kwamba ana flu au tu amepata kidogo tatizo la macho, kwa mbali sana tatizo hilo, kiasi ambacho halina taathira yoyote wala taklifu yoyote, endapo atafunga. Mtu kama huyu atatakiwa afunge, amepata muasho wa macho kidogo au ana maumivu ya mbali sana ya jino atatakiwa afunge, kwa sababu hata flu ni ugonjwa. Lakini kweli mafua ma kama haya ambayo madhara yake ni madogo mno, flu ndogondogo tu, ni kweli itakuwa ni udhuru wa kutofunga mtu? Kwa hiyo iwe ni ugonjwa ambao kama mtu atafunga pamoja na ugonjwa huo, itakuwa kuna taklifu kubwa, au kuchelewa kupona, au kuzidi kwa maradhi. Almuradi ni kwamba ni taklifu, hawezi sasa. Ugonjwa unaokubalika kama ni udhuru umejigawa katika namna mbili, kuna qismu tari na kuna qismu daim. Kuna kifungu cha kwanza cha aina ya maradhi, nacho ni kile kifungu cha maradhi yaliyozuka na yatamalizika, yataondoka. Halafu kuna kifungu cha pili, qismu daim, nacho kifungu hichi kinahusu maradhi yale ambayo yanadumu, hayatarajiwi kupona wala kuacha gap ya mtu kuweza kufunga, yani hayampi mtu nafasi. Tuchukulie mtu umri umekwenda, alafu kapata maradhi ya sukari na yakawa ni makubwa. Yani mtu ugonjwa wake wa sukari ni ule mkubwa, sio ule mdogo mdogo. Ina maana ya kwamba katika maisha yake, kwa sababu umri umekuwa ni wa utu uzima sana na maradhi yake ni makubwa, na pengine ana sukari, ana pressure na ana matatizo mbalimbali ambayo hayamwezeshi hata kidogo, huyu tutasema ana tatizo la kudumu. Na kwa sababu na uzee nao umechangia, na yale maradhi yakawa mazito, hatutarajii kurejea ujanani huyu, kwa sababu si kawaida mtu kurejea katika ujana au akaweza kuipata nguvu tena wakati tayari kishakuwa ni mtu. Wakati mwingine mtu hupata maradhi thaqil ya kutisha, la qaddara Allah. Kwa mfano mtu amepata kensa na ikawa ni kubwa. Allah tuhifadhi sote na maradhi mbalimbali, wala haula wala quwata illa billah. Kwa hiyo kama itakuwa ni maradhi makubwa kama haya na akawa yamefika katika stage kubwa, stage number 4 labda, wal iyadhu billah Ina maana mtu hawezi kufanya ibada kama hii ya siyamu. Katika hali kama hii ndugu zangu ni kwamba hukumu za kifiqhi zitakuja tofauti kulingana na aina mbili hizi tofauti. Maradhi yanayotarajiwa kupona, yaliokuja, lakini anatarajiwa kuondoka, yanazuia sasa siyamu, lakini hayatozuia hapo baadaye. Maradhi haya yatamtaka mtu asubiri mpaka apone, hata kama kupona kwake kutachukua miaka mitatu minne mitano ina maana atakuja zilipa Ramadhani za miaka mitano, wala haruhusiki kulisha kwa sababu ni maradhi yanayotarajiwa kupona, kama mfano wa alsa. Alsa ni vidonda vya ndani ya tumbo ambavyo funga vinatibuka kwa maumivu, na mgonjwa alsa hatakiwi akawe muda mrefu bila kula. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, mgonjwa huyu atakula na huko anajitibu, akipona baada ya miaka miwili mitatu, na ni maradhi anayokubali kupona anajulikana, na, na washapona wengi atakujalipa siku hizi za siamu ambazo anadaiwa, wala huyu hatakiwi alishe, asije akasema tumeambiwa kwenye dini kwamba asiyeweza kufunga atalisha. Dini nasema asiyeweza kufunga atalisha ikiwa maradhi yanatarajiwa hayatarajiwi kupona, lakini anayotarajiwa kupona ata atatulia mpaka apone, halafu tena atakujalipa. Na maradhi yanayodumu ndo kama hayo ambayo tumeyataja kwamba

ni neno la Kiarabu linaloingia katika al-adad. Al-adad ni yale maneno katika lugha ya Kiarabu yanayotumika kwa maana fulani na kinyume chake, na jambo hili hulipati ila katika lugha ya Kiarabu. neno kuwa lina maana zaidi ya moja, hii ni taratibu ya lugha mbalimbali, lakini neno kuwa lina maana fulani alafu li na lina maana ya pili, ya pili, yani, kinyume na hii ya mwanzo, lina maana fulani na maana ya kinyume chake hapo uh huwezi kugundua kikawaida lugha nyingine zaidi ya ya lugha ya Kiarabu. Kwa mfano kuna neno linaitwa aljalal. Aljalal ni kitu kikubwa sana, na aljalal tafsiri ya pili ni kitu kidogo sana. Na ataka tafsiri ya kwanza ameweza, na tafsiri ya pili hajaweza. Ina maana ya kwamba maana fulani na kinyume chake. Na wengine wakasema ata alqur'u. Alqur'u ni hedhi na alqur'u ni tahara, kinyume cha hedhi. Ndipo wanavyoona walipotofautiana sasa, kwamba mwanamke kaachwa ida yake ni thalatha taquru, hivi zinakusudiwa hedhi tatu au tahara tatu? Ikhtilafi ya ulama ikapatikana. Lakini mara nyingi neno yutiqu linafasirika kwa maana ya kuweza, lakini Ibn Abbas yeye kafasiri kwamba aya hii inamaanisha kutoweza. Kwa hiyo akaona aya hii inamhusu mtu mzima, mwanamume na mwanamke, hawaiwezi tena siamu kwa sababu ya uzee. Watalisha kwa niaba ya kila siku moja maskini mmoja. Kwa hiyo ikiwa ni Ramadhani 29, Maskini wataulishwa ni 29. Lazima kuwa idadi ya siam za Ramadhani ni 30, kwa hiyo watalishwa maskini 30. Yeye kaona hivyo Ibnu Abbas, ingawaje ukiiangalia aya basi unakuta kwamba neno yutiqunahu kwa tafsiri iliyozoeleka zaidi ni kuweza na ndio, ndio mpito wa Sheikh Ibn Uthaimin rahmatullahi alayhi anasema, aya hii kwa hakika iko tofauti na alivyofasiri Ibnu Abbas kwa sababu aya hii ilikuwa inazungumzia mwanzoni mwa kufaradhishwa siam, kabla ya kufaradhishwa ilitolewa nafasi ya kwamba watu wakiweza watafunga wakiweza watalisha, yani watachagua. Kwa ufupi, watu watakuwa na uhuru wa kuchagua baina ya funga ama lisha. Hata mtu kama anaweza siam, basi ana nafasi ya kulisha, na imekuja katika hadithi mo ndani ya Sahihain, hadithi ya Al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim

Hatta nazalat layatu llati badaha fanasakhatha, mpaka ikateremka aya iliyofuata baada ya hiyo ikaifuta aya hii hukumu yake. Kwa hiyo aya ikaja kufuta hukumu ya khiari baina ya kufunga na kulisha, ikawa sasa lazima watu wafunge. Ndio ikaja ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum siyam, enyi mlioamini mmefaradhishiwa nyinyi siam. Kwa hiyo basi, ikiwa kuna hadithi ya sahihain hii, inamaanisha kwamba salama kaitaja aya hii kwamba mwanzo imekuja na khiari, na ili aya hiyo imekuja na khiari, maanake lazima tuifasiri neno yutiqunahu kwa maana ya kuweza, kwa sababu tukisema wasioiweza siamu atalisha. Hiyo ndiyo hukumu iliyoko hivi sasa inayoendelea kufanya kazi, lakini iliyokujafutwa kwa mujibu wa maelezo ya Salama ni ile hukumu ya kwamba mtu uwezo wa siama nao, lakini ana khiari, akitaka atafunga, akitaka atalisha. Na hii inaonyesha kwamba ibada ya siyam ina uzito kiasi fulani. Wakalelewa masahaba katika kuletwa katika siyam taratibu, tokea kuanzia kuipendezesha siyam zaidi, lakini bado kuna khiari baina ya kufunga ukulisha mpaka kuja kulazimisha moja kwa moja jambo la siyam. Kwa hiyo hukumu ya siyam imekuja tadrijian, kidogo kidogo, kwa taratibu, kwa daraja, kama ilivyokuja hukumu ya kuharamishwa kulewa. Lakini sasa aya hii aliyoitaja Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah. Kama ni hoja ya kwamba kulisha kutakuwa ni mbadala wa siyam kwa anayeshindwa, aya hii itafaa kuwa ni hoja katika upande mwingine, pamoja na kwamba aya hii siyo ilioonyesha kwamba aliyeshindwa kufunga alishe. Hapana, aya hii imekuja toa khiari. Lakini inaweza kuonyesha mbali na jambo la kukhiarisha, kwa upande mwingine inaweza ikatufundisha aya hii kwamba kulisha kutakuwa ni lazima na itakuwa ni amali mbadala wa aliyeshindwa kufunga. Kivipi? Ni hivi kwamba aya ikiwa imeonyesha kwamba kulisha ni mbadala wa saum kwa anayeweza saum, anaweza lakini ikakhiyarishwa baina ya siyam au mbadala wake ambao ni kulisha, basi kama ni hivyo, asiyeweza pia kwa kushindwa kulisha kutakuwa ni mbadala wa siyam kwa sababu ikiwa kulisha ni mbadala wa anayeweza ambaye ikakhiarishwa baina mawili, basi aya itakuwa inaashiria kwamba kumbe kulisha ni amali mbadala wa siyam. Kama ilikuwa ni amad, amali mbadala wa siyam kwa mwenye khiari, basi itakuwa ndio amali mbadala wa siyam kwa asiye kwa asiyekuwa na khiari, kwa maana ya kwamba hana khiari isipokuwa lazima aiache siyam kwa vile haiwezi. Kwa hiyo atalazimika kwa upande wa pili lisha

basi iwe ndiyo mbadala wake katika hali ya taadhur kushindikana. Sasa basi tushajua kwamba kumbe kulisha ni amali mbadala wa yule aliyeshindwa kufunga, kushindwa kwa kudumu, kushindwa katika namna ya maradhi endelevu yasiyotoa nafasi ya kuweza kufunga, na kinachotarajiwa ni kwamba mpaka mtu atakufa hawezi tena kufunga. Ikiwa katika hali hiyo basi, ni kwamba atalisha, lakini ulishaji una namna mbili Namna ya kwanza ni mtu kupika chakula kisha akawalisha, akawaita maskini, akawalisha maskini tofauti kwa idadi ya siku anazodaiwa. Ina maana atawalisha watu chakula kilichokuwa kishapikwa, na hivi ndivyo alivyofanya Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardahu. Baada ya kuingia utuuzima alifanya hivyo Anas, utuuzima ulipomchukua akawa anashindwa kufunga, kwa hiyo akawa analisha Nao alikuwa anatayarisha chakula kilichopikwa analisha watu. Namna ya pili ni kumpatia mtu chakula ambacho hakijapikwa, atampa kibaba cha bur au nusu pishi ya chakula chingine kisichokuwa albur. Huu ndio mpito wa badu lulama, ingawaje masala hii ina ikhtilaf, lakini wengine wanaona ngano nzuri ni nafaka yenye thamani kwa hiyo nusu yani, kibaba kimoja ikishatosha, lakini ikiwa ni nafaka nyinginezo iwe uh, nusu pishi, kwa sababu ngano ina thamani zaidi, ile ngano ya aina nzuri inayoitwa albur. Na kwa kweli mtu kama atatoa zaidi ya kibaba kama ilivyopitwa na baadhi ya ulama, atazidi kuwa amefanya khairi kubwa, na kilichozidi zaidi ya alichowajibishiwa na sheria basi atanuia kwamba kilichozidi zaidi ya hapo ni sadaqa. Lakini kutoka nje ikhtilafu ikhtilafi ya ulama, akiamua kufanya nusupishi, basi kama itakuwa usahihi ni chini ya hapo khiri ya hapo kile kilichozidi atanuia sadaqa, na khairi itakuwa imeenda kwa wanyonge wahitaji. Ingawaje Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ukimpatia mtu chakula kibichi kama vile mchele kwa mfano, basi akasema yan baghi, inampasa mtu an yajala maahu ma yudimuhu min lahmin au nahwih, ampatie mtu kile kitu ambacho kitaunganishiwa na kile chakula, kama ni nyama au chenginecho ambacho kitafaa kuunganishwa na chakula kikawa kama kitoeleo, kwa sababu tumezoea kwamba chakula kikawaida ha hakiliwi cheupe hivi hivi, yani wali mweupe tu bila kitu kilichochanganywa nacho, wali ule, wali mweupe tu, hauna nyama, hauna samaki, hauna harage, hauna mchuzi, wasio hivyo, kwa anasema kwamba ikiwa urfi iko hivyo kwamba chakula kinacholiwa haui ni mchele mtupu umepikwa ukawali mweupe, ndo mtu akala hivyo hivyo, hapana, bali kuwa kuna, kuna kitu kinaunganishiwa nacho, basi akasema, ili iwe hivyo tumpatie mtu kitu kama hicho ama kilichopikwa, kinajulikana kwamba hakiletwi kwa watu chakula cheupe kitupu kisichokuwa na kitu kilichochanganywa nacho, kama ni idamu na kitoweo. Kwa akasema, ni muhimu kama tutampa kibichi mchele labda kwa mfano basi, umpatie na kitu ambacho kitakuwa kama ni kiunganishi cha chakula kile, ili itimie kauli yake Allah aliposema, wa ala ladhina yutiqunahu fidyatun taamu miskin. Na neno taam limezoeleka juu ya chakula kama hicho ambacho kinakuwa kimeunganishiwa na kitu. Sasa kumilikisha, tushajua kwamba unamilikisha mtu chakula kibichi, anapika mwenyewe na kulisha kwa njia ya kwamba umekipika kwanza au umenunua kishapikwa au ukanunua pasal za chakula zile kwa idadi ya maskini, na si lazima uwalishe wote siku moja. Unaweza kuwalisha leo watano, kesho watano. Pasal ya chakula ambayo inatosha kwa mtu mmoja, ina maana itakuwa itafaa kwa maskini mmoja. Kwa hiyo utazinunua kama ni 29 au 30, itategemea idadi ya siku za siyam. Lakini iwe ni kulisha chakula kilichopikwa au kumilikisha kibichi, je, wakati gani mtu atalifanya jambo hilo? Ni lazima zimalizike siamu zote ndo alishe, yani siku 29 au 30, au anafaa kuwahisha mapema au tuseme an, yani analazimika kulisha mapema siku ya kwanza walishe wote, au mpaka ipite siku fulani ndo itafaa, baada ya kuwa siku ile imemalizika najua alishazama ndo atoe fidia? Jawabu ni kwamba mtu atakuwa na khiari katika afuatayo Naomba tuwe makini. inshaa fada an kulli yawmin bi yawmihi, akipenda atatoa fidia ya kila siku kwa kuzingatia siku ile. Wa inshaa akhara ila akhir yawmin li fi'li Anas radhiyallahu an na, akipenda atachelewesha asitoe fidia mpaka ataisubiri siku ya mwisho ije afanye kama alivyofanya Anas ibn Malik. Nadhani imefahamika. Imepita Ramadhani mosi, imeshamalizika mtu anaweza akatoa chakula hicho kibichi au chakula kilichopikwa, akamwita maskini nyumbani kwake akamlisha chakula kilichopikwa, ikamshibisha, ishatosha awa. Kila siku ikipita, anailishia siku yake ile peke yake, au atasubiri mwisho. Na inawezekana hata baada ya siyamu kumalizika na zile sita za Shawwal, akalisha. Lakini je, kutanguliza chakula kulisha kabla ya siku ya siyamu kuja inafaa? Haifai, ndugu zangu Waislamu li anna taqdim alfidyati kataqdimi saumi fahal yujziu an tuqaddima sauma fi shaban, anasema Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, kwa sababu kutanguliza fidya ni kama kuitanguliza sawm. Je, inajuzu mtu aitangulize saumu ya Ramadhani katika mwezi wa Shaban? Haijuzu mpaka ije sababu yake ya mwandamo au kukamilia siku 30 za Shaban. Hapo ndo ataruhusika na atalazimika kuanza kufunga Ramadhan. Sawa jamani, haya kesi ya muandamo Mweandama 29 au 30 zimekabilia Shaaban, kesi hii itaturuhusisha tuingie katika mwezi wa ramadhani na siamu ianze sasa. Kutakuwa na ile sababu ya kila siku, ambayo sababu ya kila siku ni ipi? Siamu inaanza baada ya sababu kupatikana, nayo ni kuchomoza alfajiri. Alfajiri ya kweli ndio pale panapoadhiniwa adhana ya pili, na siamu inamalizika kwa sababu ya jua kuzama. Kwa maana hiyo hawezi kuitanguliza siamu ikiwa ile sababu ya kila siku haijapatikana bado, maanake labda hawezi kuanza siamu saa nane za usiku, kama ambavyo hawezi kuimaliza siamu ikiwa kile kidhibiti au ile sababu inayotujulisha kwamba siamu ya siku ile imemalizika, nayo ni kuzama kwa jua. Kwa hiyo taqdimu almusabbabi qabla sababihi la yajuz, kutanguliza kilichozaliwa na sababu kabla ya kutokea ile sababu yake hayu. Ikiwa siamu ya Ramadhan sababu yake ni mwandamo au kukamilia siku 30 za Shaaban, haitafaa kufunga ndani ya Shaban kama ambavyo haitafaa kusali ya dhuhuri saa nne za asubuhi mpaka ipatikane duluku shamsi. Haifai kus, kusali salatu lmaghribi kabla ya ghurubu shams, kabla abla kuzama jua. Basi hivyo hivyo haitofaa fidya ya siku, ikiwa siku ile bado haijaja na haijakamilia, kwa sababu fidia ni mwenzi wa siamu, ndio adil wake na mbadala. Kwa hiyo ije siku ishindwe ishindikane almubdal, ije albadal almubdal ni siam na albadal ni itam kulisha. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kujua masaili haya. Ina maana ya kwamba zikimalizika siku tano za Ramadan na hujalisha hujali na bado najua alishazama siku ya tano yake, utafaa kulisha kwa siku ngapi tu? Kwa siku tano, na maskini usimlishe huyo huyo uwalishe maskini tofauti, kwa sababu aya hii imekuja katika qiraa chengine, wa alladhina ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Qiraa chingine kimekuja masakini kwa mpito wa jamu, ina maana kwamba maskini asiwe huyo huyo, wawe tofauti. Maskini wawe tofauti na utakao walisha katika ramadhani zijazo, sasa yani siam zijazo ndani ya mwezi huo wa Ramadhani wawe wengine, sio hawa maskini, wabadilike na kila maskini apewe lisha ya kumtosha, ikamshibisha na kwa hilo itakuwa jukumu limeondoka. Kwa hiyo mtu ambaye anataka alishe Ramadhani, siku za Ramadhani, basi alishe za Ramadhani zilizokuwa zimeshapita, zijazo asilishe, kwa, kwa sababu pengine hapana umri. Na ikiwa hapana umri, akafa kabla ya kumalizika Ramadhani, ina maana ya kwamba zile siku ambazo siamu yake haijaja, ambayo ndiyo asili, siamu haikuwajibika kwake kwa sababu hajaishi zile siku, basi na ile badali yake pia haijawajibika, ambayo ni kulisha. Sasa sisi hatumzuii kwa sababu pengine hatoishi atakufa, hapana. Tunamzuia kwa sababu dini imeweka kwamba musabab isifanyike ila baada wukui sabab, ila baada ya kutokea ile sababu yake, yani isisaliwe salatu al-Maghribi ila baada ya kuzama jua, isifungwe Ramadhan ila baada ya mwandamo au kukamilia siku 30 za Shaaban. Wasianze watu kwa pupalao wakasema tunaanza tokea Shaabani tano, si kuanza kufunga Ramadhan tuko Shaabani ya tano. Kwa nini? Anasema kwa sababu kumtangulizia Allah, si atafurahi zaidi sisi kabla hata huo muda aliotuwekea tushamfanyia? A ah, haifai dini yetu ni mipaka. Kwa hiyo nakulisha vile vile sasa mtu akiona azikamilishe Ramadhani zote 29 au 30, halafu atawaita maskini wote 30 au maskini 29 awalishe katika ukumbi mmoja si tatizo. Au akenda hotelini akawakusanya maskini wake akawaleta kwenye hoteli mataam, yani, restaurant, eh, halafu pale tena akawanunulia pasal zile wakaondoka nazo maskini wale, wakienda wakala nazo nyumbani si tatizo, anaweza akawapa na katika kesi ya kulisha ndugu zangu, tusije tukatoa pesa taslimu kumpatia maskini, tutaingia kwenye utata sasa wa wanavyoona, kwa sababu Al-Qur'an imetuambia itaam, kulisha na, na, na itaam kutakuwa na namna mbili, ima umpe chakula tayari ikishapikwa, au umilikishe kibichi akapike yeye. Ukimpa pesa ili yeye akanue chakula li, kilichotoka mkononi mwako sio chakula kime, kilichotoka ni pesa. Na yeye, anaweza asinue chakula badala yake akanua nguo au haja yake nyingine Masa. Na tulichotakiwa sisi tutoe chakula. Sasa chakula kienda kakiuza halafu pesa ile kienda kanunulia nguo, kwa wewe mtoaji utakuwa huingii makosani, kwa sababu umemilikisha chakula. Tumilikishe wakati kinapotoka mkononi mwetu, kuingia katika mkono wa mpewa katika wanyonge na maskini, tumilikishe chakula kilichopikwa au kibichi, lakini kiwe ni chakula. Kuingia katika masala ya pesa tutaanza kuingia katika utata wa wanavyoni rahmatullahi alayhi, na ndio maana baadhi wa ulama utata huwa waje utaka hata katika zakatul fitr. Kwa nini? Kwa sababu wamechukua hadithi ya mtume kama ilivyo, kwa imetaja tuma na it'am, wakasema basi jamani, tumilikishe kula, ndivyo alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakasema tukimpa pesa, pesa ikatoka mkononi, ikatua kwenye mkono wa wa mnyonge na maskini, hatujatenda hadithi kama ilivyokuja, si tutakuwa tumetoa pesa, tujatoa kula. Na baadhi ya maskini wanakhiari watoto wao wakaenda njaa, lakini wawapatie mpya za wakati. Kuna furaha gani ya nguo mpya penye njaa? Wanaweza wasijue haja muhimu ya ya, ya watoto, akaizingatia haja nyingine kwa kuridhisha ma, yani nafsi yake na kuona kwamba hivi ndio au akaona anunue kitu cha ziada sana kisichohitajika, akaacha kesi ya chakula pengine tu kwa kuona kwamba kula nitaomba, hii hacha nichukue nichukue nichukue kwa ajili ya haja ya yangu nye. Ukimuomba mtu kula kawaida anakupa. Ndio akili ya kimaskini wewe inakuja hivyo. Ukimuomba mtu kula pengine, mara nyingi anakupa. Lakini ukimuomba pesa hakupi. Muomba kula anaona shida kwa atakupa mchele. Kwa nini basi ipe pesa kwa vile nishapewa, nishapewa nisifanyie yangu alafu kula nitaomba. Wakati wakati dini imetutaka Waislamu tumuondoshie maskini unyonge wa kuomba. Lakini omba omba, ukimpa pesa anaweza kuona ah, kwani kuomba kuna unyonge gani na udhalilifu gani na nshazoea. Sasa hili ndio dini haijataka ikasema, aghnuhum ani suali ya umaidh watoshelezeni, wasiombe siku hiyo, wapeni bila kuomba. Ndio maana yake kwa zakatul fitr. Zakatul fitr ni kwa ajili ya kukidhi haja ya mtu na kuuzuia uso wa mtu usidhalilike kuomba, aghnuhum ani suali ya umaidh. Lakini wengine wanaona kwamba ah, nitaomba tu, nimeshapewa pesa, imekuwa vizuri, nitanunua kikanyagio kipya pale kukeka mlangoni, kizulia cha kukanyagia watu, halafu chakula nitaomba tu Kumbe zakatul fitr izuie uso wa maskini usidhalilike kuomba, na kwa maana hiyo basi kitokee chakula upande huu. Ndugu zangu Waislamu kwa ujumla, hayo ndio yalikuwa maelekezo ambayo tulikusudia kuyaeleza katika sharti hili la kuweza. Hawajibikiwi mtu na siyamu mpaka aweze, na kama hawezi kwa muda fulani, atasubiri aje alipe siyamu. Hawezi kabisa, atalisha katika utaratibu tulioueleza.